Leo hii tunaenda kuangazia kifo cha mbunge Halima Idd Nassor, vile vile maisha yake akiwa hai na yale yote aliyokuwa akiyatekeleza, ili wewe uweze kumfahamu vizuri mbunge huyu Halima. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mbunge Halima Idd Nassor alikuwa mbunge wa viti maalum kupitia chama cha mapinduzi CCM, kwa kundi la wanawake kutoka vyama vya wafanyikazi. Alifariki dunia Jumapili, Januari tarehe kumi na nane mwaka huu, akiwa tayari amejizatiti na kwa huduma ya umma wakati wote wa maisha yake ya kisiasa na kitaaluma. Kifo chake kilitokea Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam, ambako alikuwa amepatiwa matibabu ya muda kabla ya msiba huo mkubwa, na taarifa iliyotolewa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azam Zungu. Msiba huu umeibua hisia na huzuni ndani ya bunge, chama na umma kwa ujumla, kutokana na mchango wake mkubwa katika masuala ya maendeleo, uwakilishi wa wanawake na jamii. Katika kifo ama katika habari za kifo cha Halima Idd zilitangazwa rasmi na spika wa bunge, huku wakitoa wa pole kwa familia yake wabunge wenzake wa taifa kwa ujumla. Katika taarifa yake, Spika Zungu alieleza huzuni ya bunge kwa kupoteza mbunge mwenye mchango mkubwa, akiwataka Watanzania wote kumpa marehemu heshima inayostahili. Mazishi ya marehemu yalipangwa kufanyika siku hiyo hiyo kwa kushirikiana na familia yake wakati bunge likiendelea na taratibu za kuenzi mchango wake. Ujumbe wa pole pia uliendelea kushuka kutoka kwa viongozi wa juu wa serikali ikiwa ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alitoa salamu za rambirambi kwa bunge, familia na chama. Rais Samia alimweleza marehemu kama kiongozi mwenye mipango ya maendeleo na mchango wa moja kwa moja katika masuala ya sera za kitaifa, hasa kuhusu usawa wa kijinsia na ustawi wa jamii. Halima Idd Nassor alizaliwa tarehe kumi na mbili Machi mwaka elfu moja kenda mia themanini na alikuwa mtaalamu wa ardhi na masuala ya miji. Rekodi za bunge zinathibitisha kuwa alisomea Bachelor of Science katika ugavi wa ardhi na tathmini ya mali kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye masters katika mpango wa usimamizi wa miradi kutoka Mzumbe University kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2015. Ujuzi huu wa kitaaluma ulimwanzisha kujihusisha kwa kina kwa katika masuala ya ardhi, mipango ya miji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kazi yake ya kitaaluma ilijumuisha nyadhifa mbalimbali katika sekta ya ardhi. Alikuwa afisa ardhi wakati wa Mwanza City Council kati ya mwaka 2010 na mwaka 2023 na baadaye akateuliwa kuwa afisa mkuu wa ardhi katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2025. Aidha, alihudumu kama kaimu mwenyekiti wa Resettlement Action Plan chini ya Tanzania Tanzania Strategic Cities Project ambapo alisimamia taratibu za ununuzi wa ardhi fidia, na uhamiaji na uhamishaji wa jamii zilizotekwa katika miradi mikubwa ya miundombinu, kazi ambayo ilimletea uzoefu mkubwa wa kisera na kiutendaji. Katika siasa Halima Halima Idd Nassor alipanga uh, vizuri na kupata, na kupata wingi wa uungwaji mkono wa chama chake CCM hasa kupitia jumuiya ya wanawake Tanzania katika mchakato wa uchaguzi wa viti maalum wa mwaka 2025 alishindana na wagombea wengine na kupata kura 566 ikionyesha imani kubwa ya jumuiya ya wanawake kwa uongozi wake. Ushindi huo uliridhishwa katika mkutano uliofanyika Dodoma, ulionyesha uwezo wake kikishu, wa kuhakikisha uwakilishaji wa wanawake wa kundi la wafanyakazi unadumu ndani ya bunge la Tanzania. Mbali na jukumu lake la kisiasa kama mbunge wa viti maalum, alihudhuria kwa bidii mikutano ya chama mashauriano ya sera na mikakati ya maendeleo. Alitumia nafasi yake kutetea maslahi ya wanawake wafanyakazi, wa jamii kwa ujumla, akifanya kazi ya karibu na viongozi wa ndani, wananchi na wananchi wa ngazi za chini. Uzoefu wa majukumu yake katika siasa ilionyesha dhamira ya kutetea ustawi wa makundi yaliyo chini ya uwakilishi wa moja kwa moja kwa rais. Halima alikuwa mstari wa mbele katika Umoja wa Wanawake Tanzania, sehemu ya CCM inayolenga kukuza usawa, kukuza wa kijinsia, kukuza uelewa wa haki za binadamu na wanawake, kwa kuhakikisha wanawake wanashirikishwa kikamilifu katika siasa za kitaifa. Njia hii uongozi ilikuwa ikifanya kazi pamoja na sera za serikali zinazolenga kuinua wanawake kiuchumi, kijamii na kisiasa. Miongoni mwa masuala yaliyokuwa muhimu kwake ilikuwa kupambana na ukatili wa kijinsia, kuelekeza fursa za ajira kwa wanawake na kuhakikisha sera za maendeleo zinahitaji mlango wa wanawake. Kazi yake ilichangia pia kuibua mijadala juu ya umuhimu wa uwezeshaji wa wanawake katika siasa na uwekezaji wa jamii nzima. Katika kiwango cha kitaifa viongozi wa wanawake na wanaharakati wa haki za wanawake walimsifu kwa kutetea haki na fursa kwa makundi yaliyokuwa yakikosa uwakilishi wa kutosha. Alipokuwa akifanya kazi kama mtaalamu wa ardhi, Halima alishughulikia kwa karibu masuala ya usimamizi wa ardhi, fidia na uhamishaji wa, wa jamii zilizoathiriwa na miradi ya miundombinu kazi hii ilihitaji uelewa wa kisera na uamuzi wa kifundi ili kuhakikisha haki za wananchi zinaheshimiwa wakati utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Miongoni mwa changamoto alizokabiliana nazo ilikuwa kushughulikia malalamiko ya wananchi wanaotakiwa kuhama maeneo yao kwa ajili ya miundombinu bila kutishia ustawi wao wa maisha. Kiasi cha kazi yake kwa miji kama Mwanza kilionyesha umuhimu wa uwekezaji wa kitaaluma katika sekta ya ardhi kwa sababu ya matokeo yake kwa ukuaji wa miji, fursa za ajira na huduma za kijamii. Uzoefu huu ulimpa sifa ya kuchangia kifo ama wa kuchangia siasa za mijini na sera zinazolenga kutatua changamoto za kimiji na namna endelevu. Hakuna ushahidi wa madai makubwa ya kashfa au migogoro mikubwa ya kisiasa inayohusisha Halima Id iliyochapwa kwenye vyombo vikuu vya habari au vyanzo vya uhakika. Chanzo muhimu zaidi kilicho ama kinachopatikana ni kazi yake ya umma na mchango wake kama mbunge wa na mtaalamu wa ardhi. Taarifa za vyombo vya habari juu yake zimetokana zaidi na matokeo ya kazi yake na msipo msiba wake. Hii inaonyesha kuwa hali yake ya umma iliuzishwa zaidi na kazi ya huduma ya umma kuliko masuala ya mjadala wa kisiasa au kashfa. Mfumo wa viti maalum una uwezesha uwakilishi wa makundi mbalimbali hasa mbali, wanawake, wafanyakazi, watu wenye ulemavu na vijana katika bunge la Tanzania. Mfumo huu umeongeza wigo wa maoni na ushawishi katika sera za kitaifa ikijumuisha sauti za makundi ya kijamii ambayo mara nyingi hayapati nafasi ya ushindani wa moja kwa moja katika uchaguzi wa mikoa au wilaya. Halima alikuwa mfano wa jinsi mfumo huu unavyoweza kutumika kukuza uwakilishi wa makundi ya wanawake na wafanyakazi. Kifo cha Halima Idd Nassor kinaathiri, kinaathiri siasa za Tanzania kwa njia kadhaa muhimu. Kwanza, kinaondoa sauti ya mtaalamu mwenye uzoefu wa kitaaluma na kisiasa aliyekuwa akitetea maslahi ya kundi muhimu la wanawake na wafanyakazi ndani ya bunge. Pili, inaibua mjadala kuhusu msimamo wa wanawake katika siasa za Tanzania, hasa jinsi uwakilishi wa makundi ama uwakilishi wa makundi unavyoweza kuboreshwa zaidi ili kusukuma ajenda za kijamii na kiuchumi. Tatu, kifo hiki kinakumbusha umuhimu wa huduma ya umma ina yotokana ama iliyotokana na ujuzi, maadili na uongozi mbadala wa chama na serikali wakati wa kutekeleza sera zinazolenga maendeleo ya jamii kwa jumla. Halima Idd Nassor alijengea kumbukumbu ya uzalendo, utaalamu wa kitaaluma na mchango wa ukweli kwa ustawi wa jamii. Msiba wake sio tu ni huzuni kwa familia na chama, bali pia ni fursa ya taifa kutafakari umuhimu wa viongozi kama yeye wanaochangia katika maendeleo ya jamii kwa njia ya wakilishi na uongozi dhabiti. Hii ndio historia ya mwenda zake Halima Idd Nassor, historia ambayo kidogo inaonyesha hasara kubwa hasa kwa chama cha maendeleo zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile, unaweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapozileta hewani. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, ili uweze kupokea notification kila wakati tunapoleta taarifa mpya.